Ni Devi ndio kanilazimisha nitoe, kwa sababu wanaogopa familia yake itamfukuza na watamchukia sana. Hivyo ameniambia yuko tayari kupata mtoto, yani kupenda, kwa sasa hivi mpaka atakapomaliza chuo ndio aje kunioa. Yani mpaka hapo mwanaume anaonyesha kabisa kwamba akupendi. Mwanaume anayekupenda hawezi kukwambia utoe mimba Useme hivyo. Unafahamu nampenda sana Devi, na nasiwezi bila yeye, ndio maana nimekubali. Ah, unampenda sasa, subiria hapo aje. Hivi nini maana nini? Mapenzi maa nampenda hivi kaka, sasa nitafanyaje?

pekee maoni mwangu Devi, kinani hiki? Unasemaje Devi? Unanisikia au? Devi wako kunifanyia mambo haya Devi, yote mimi nilokufanyia nimediriki hadi kutoa mimba zote nilizokuwa nashika Devi, yote kwa ajili yako. Unanifanyia haya kweli, na huyo kinuka mkojo hichi kinuka mkojo unachokiona na wewe hicho ambacho mimi nimekipenda na sio wewe, wewe sio wazi yangu. Hebu angalia. Daangu sio wewe. Wewe huna una, ah, so, ewe, we, una mimi. Babe, mimi kinuka mkojo, kwa hiyo mwanamke wako ananizalau, si ndio? Eh? Ananizalau mimi nampiga sasa hivi, unanijua nikianza kuanzisha varangati hapa mtaa mzima unanijua namkunguta sasa hivi. Unijui vizuri. Jaribu Jaribu uone. Uone. Mpaka kwenda kusahau. Nitakuchakaza miti mkubwa wewe t kila wana... mtu na yose yake mjini baby. Kwani eh? Kwa eh. Una ruhusa yule ananidharau? Eh? Kwa mimi ananidharau. Acha. Ndio watu wengine. Sisi tunajua tu hivi vinu kwa mtaani. Dada, Mbona umerudi afuko uko hivyo? Una nini? Mimi mdogo wangu. Wazi amini nimemfumania Davi na mwanamke mwingine. Na baada ya kuwafuata kwenda kumuoji, Amenitolea maneno ya kashfa sana mdogo wangu. Na kuniambia kwa mimi sio hadhi yake. Sifai kuwa na yeye. Na kuwa upande wa wewe mwanamke. Amenitukana I sana Devi. Hivi dada, nikwambie mara ngapi kwa yule mwanaume akupendi? Yaani hata kama kusoma hujui hata picha pia uwezi kuona. Yule mwanaume akupendi na sijui kwa nini unaendelea kumng'ang'ania. Wewe mbona mwanamke mzuri sana? Unaweza ukapata mwanaume ambaye akakupenda, akakujenga, akakudhamini. Kila siku naongea na yeye na kitu kimoja. Sasa ndio unanifokea. Nimesha kwambia achana na Devi, atakuja kuwe yule kwa sababu hujai kupenda, ndo maana <laughs> Basi tuwai hospitali tuwai, basi hospitali tukajua shida ni nini. Ngoja basi nikatafute sawa. bajaji kuja Sa? Nakuja pole. Kwa hiyo dada yangu ni kwamba huwezi tena kupata ujauzito kama ulivyomsikia daktari anavyosema kupata tena mtoto? Bado ni mdogo wangu, hata sielewi. Lakini dadangu, ni mara ngapi mimi nilishakwambia, acha hiyo tabia kutoa mimba? Umeona sasa leo ambayo amekukuta, na nilishakwambia Devi sio mwanaume, lakini ukutaka kunisikia. Hivi unafikiri kwamba ungezaa huyo mtoto, mimi ningeshindwa kumlea au wewe ungeshindwa kumlea? Husio wakati wa kumlaumu wakati huu, Batuli ni unatakiwa unifariji na kupitia mimi unatakiwa ujifunze sana, mdogo wangu, uweze kutafuta mwanaume bora na sio bora mwanaume ambaye atakai kupenda wewe. Ona mimi leo siwezi kuitwa tena mama, yote ikasababisha Devi. Haijalishi, mwanaume mtanashati, anaweza akawa mtanashati lakini asiwe na roho nzuri. Usimwangalie mwanaume kwa muonekano wake, unaweza kupata mwanaume mtanashati lakini asiwe na roho nzuri. Hivyo inabidi uwe makini sana kwenye kuchagua, ili uweze kupata mwanaume bora. Unaweza kumpata mwanaume sio mtanashati lakini akawa na roho nzuri, hivyo uwe makini sana, sawa dadangu? Mi nimekuelewa na nimejifunza na, kupitia wewe nitaendelea kujifunza zaidi. Nashukuru mdomo wangu kunielewa, nakupenda, nakupenda. Sasa naomba niambie ni, ni mtoto gani ambaye anataka kutoka kwangu?

Mi nakupenda sana tena, inanyuma sana kwa maamuzi ambayo umeyachukua kwa sababu mi nilikuwa sijui chochote, sio kosa langu kabisa. Mama amesema wewe shoga yake hasa, kama shoga yake wewe, wewe ni mamaangu mdogo, na ndo kitu ambacho nilikuwa nakionyesha pale nyumbani. Lakini baada ya kugundua, kumbe wewe upo kwa ajili ya maisha yangu, natamani urudi, njoo nyumbani. Ni mara ngapi nishakwambia usinifuatilie? Na kwa nini unaendelea kunifuatilia? Aujui tu thamani yako kwenye moyo wangu baada ya kugundua wewe ni wangu. Hai. Kwanza una macho mazuri. Una pua haijatanuka. Hujatanuka pua. Pua ilitanuka, iko size. Mungu amekumba vizuri, lipsi nzuri. Tafadhali nakuomba usimsikilize yule rafiki mnafiki, hata kama kweli amefanya chochote, amefanya chochote sawa lakini rudi kwenye maisha yangu sasa. Amini mimi, nakupenda nilikuwa na kuheshimu tu kama mama, lakini nakupenda baada ya kujua wewe sio mama mdogo wala sio na shoga yake mama. Mimi nakupenda, narudia tena. Sikupendi sikutaki, yani hata kukuona kwenye macho yangu, moyo wangu uko kwa po. We angalia mwanamke gani ambaye unampenda kwenye moyo wako, ndio wewe ndio ukapenda naye. Na kingine usiangalie hisia za mamako, angalia hisia zako zinataka nini O, kwenye moyo wangu ni wewe tu, sina mwanamke nampenda zaidi yako kwa sasa, na wala simfati mama mimi, hapana. Mama yeye jukumu lake kuja kunionyeshea tu kitu kizuri, lakini kitu kizuri ki kwenye, kwenye moyo wangu bibi, hapa nakupenda. Sasa nisikilize, iwe mwanzo na mwisho, kokote utakaponiona ukirudia kunisimamisha, tutaonana, tutaonana baadaye.

Karibu. Asante mama. Aa, mama ashikamo, kuna ujumbe tu wa neema <laughs> yaani nimekuletea baraka nimekuletea katika mji wako taarifa njema kabisa. <laughs> Mungu huyu bwana. <laughs> Kuna binti yako nimebahatika hmm, kukutana naye. Ukule mtaani. Katika mazungumzo zungumzo yetu tuliyozungumza, hatukuelewana kidogo. E, ila kuna sifa nilizompatia. Unajua, mama, mimi nilivyokutana na mwanao kwanza nilizo. umtoto mtoto malaika. Ndio nimekuja kugundua pale nilipokuja kumsogelea, sio malaika bwana. Mtoto kaumbika yule, ana kishepu fulani kishepu fulani mbinuko <laughs> kishepu kimebinuka, nikasema wewe mtoto wewe we. Halo alifunga magesha, nikasema wewe mtoto nitamtafuta. Nikaulizia nikauliziaulizia huko washikaji mitaani, nikazungukazunguka, nimekuja kuelekezwa kwamba hapa ndio kwao. Kiukweli mama yangu, siwezi kuishi bila mwanao. Una akili kweli? Una wazazi ambao wanalingana umri kama mimi, wewe wakuja kuniambia maneno kama haya kweli? Humu sina binti. Na hata kama ningekuwa na binti, Ungetoka, ungekuja hivyo, umelewa, unaanza kuniambia namteka mtoto wako. Uliona wapi? Heshima ya wapi? Eti umeniletea baraka. Umeniletea baraka, umeniletea mkosi na maneno yako haya. Uliona wapi? Hmm? Lakini mama mimi tu hapa, si nimekuja jamani kutoa taarifa. Haya, ningesema ni nitumie njia ya kinyemela, nije mwanao hapa nimtongoze kimya kimya, nianze kumvusha kwenye geti, tuseme niendelee geti, tukule nikambutue, mwisho wa siku kibendi baadaye unaanza kunilaumu, oh, Maganga umefanya nini mwanangu, umempiga mimba hata taarifa hukutoa. Haya, nikisema niachane na habari za wanawake nikae kivyangu vyangu kisingo singo, mnaanza kusema vijana watongozi. Nikichukua sheria mkononi napo, mnasema mnaharibika vijana, sabuni zinatuali. Haya mamaangu, nimekosea nini mamaangu, kuja kujitambulisha kwako? Haya nitumie njia gani mama? Kwanza nikwambie, hapa ndani hakuna binti yule. Unayemwona msichana yule yule, ni mkwe wangu mtarajiwa wa mwanangu Kisoda. What? na hata kama angekopa huyo binti, ndio ungekuja wewe kuitakuwa? Utafute wazee wao ndio wangekuja kuleta maneno, sio kama wao walipokuja. Moja kwa moja ndio taratibu wa uchumba unavufungwa, sio wanakuja kijana moja kwa moja eti umeleo, unakuja kuniambia kinamtaka binti yako, heshima ya wapi? Kumbe mama, unachotaka kuniambia huyu hu nilimwake na Kisoda? Hayo ndo majibu ya maswali yako. Kwa hiyo hakuna la zaidi, unaweza ukaenda. Kumbe Kisoda mshenzi, anaelewa hata kuniambia amna. Samahani, eh! Mama, kwa hiyo wewe huna hata mdogo wako kifanya kazi fanya kazi, cha ndani chandani, toka nimekwambia eh! Lakini mama... Nenda bwana! Ah. Hapa ni kwa yule mwanaume ambaye aliniambia ananipenda. Kuja kwangu mimi hapa ni kutaka kujua kwamba yule bwana ananipenda au la, na hata kama ningesema nibaki kwa yule mama kule nisingejua kama ananipenda. Haya, wacha niwai kazini, maana simu yako ilinichitua sana ndugu yangu, kama hata iikumisi atayani unapenda pressure, yani vitu vidogo, lakini pressure kibao. Rafiki yangu ka yule binti alikuja na mpango wake kwa sababu anahitaji kujua kama kisore nampenda kweli. M, sikuona sababu ya kuto kumsaidia. Japokuwa nampenda sana Batu, ila sina budi kumsaidia Kisoda kwa sababu nasikia na <tif> <tif> kitu kingine

Usela wangu nikapunguza mala hapa kunauma.